Pesa kosi, pesa zako zisikufanye utoe utu wako baya, uwe mimi oh. Oo, njoo, umempata nimpate eh? Ah, wapi sasa, tunafanyaje hmm? Sawa, sikiliza kwa sababu hupo na kamanda nifate huku twende huku. Nifate watu wengine, wanajona Mungu watu pengine nishataka kena barabara hili la zege e. Usipite kwa ile barabara la watu wanaojiuza, pita ile barabara la zege, ili utaona bango kubwa limeandikwa baba, baba ndunduma muuza chips. Njo na ile barabara njo nalo njo njo bwana, sikuani Ah. Afani, huyu hapo ndo mhusika mkuu, yani huyu ndo mhusika mkuu. Dada jambazi wewe an mimi nimechoka, alafu sasa sio makubaliano yetu. Ujue umenitoa kule kituo cha polisi, umenambia tukaa kamate. Mimi nimeelewa. Lakini cha kushangaza tuwakuta la... mtaani. Alafu sasa ukiangalia wewe umeniambia ofisini, mtaani, mimi wapi na wapi, naongezea kazi nyingine ya ziada sasa tunaendaje ofisini wa wakati watu wenyewe tumakuta mtaani? Eh? Na wala hawezi kwenda ofisini kwa sababu anajua kwamba mimi nawasaka. Alafu naye unaita makuzi, yani mwakosa watumiwa. Sasa sije tafanyaje mimi? Ah, hela zangu zimeenda kule yani. Sasa mimi umenicheleweshea muda wangu sasa, wewe wewe, kama umenicheleweshea muda wangu. Eh? Muda unalipa, anilipe sasa. Nilipe. Eh? Yaani wewe umenifanyia mimi mpaka leo kazi ni ngumu yani.

hela zangu jiongeze. <laughs> Jiongeze, sasa tunafanyaje? Nafanyaje? inabidi kutokana na mazingira aliyopo, kwa sababu kule kituoni kwangu pako yote, inabidi sasa nikukamate wewe, ili ukalale ndani tena, sikufunge pingu, sikufunge kamba Sasa afande, ndo nini? Lakini jamani, tiseria mirafi hey. Afande, afande, nilegezee kamba ili niweze kukupanga afande, au niwe wako mchumba, ndio maana minaimba afande, sikia. Eh. Nionyeshe wengine tu kaka. Bosi, nimekuja kuomba samahani. Naomba nirudishe kazini. Bosi wangu, naomba unisikilize. Mimi nategemewa pale nyumbani, babangu mkubwa. Mimi ni mlemavu, kaka zangu wote wananitegemea mimi. Mimi ndio kila kitu pale nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi, yani pale ni mazingira yamekuwa magumu tangu umenifukuza kazini. Mbona nisaidie, bosi wangu, babangu mkubwa, mlemavu, kaka zangu wanakutegemea He! Sasa mimi hizo ngojela zako zinanisaidia nini? hizo ngojela zako zinanisaidia nini? mimi kama baba yako mkubwa, mlemavu? mlemavu ni yeye, kwa nini mimi? alafu ndicho hicho kilichokufanya kuja nyumbani kwangu leo? nakuuliza hicho ndio kilichokufanya uje nyumbani kwangu leo? Ndiyo, bosi wangu, nimekuja kuomba msamaha, naomba unirudishe kazini. Hmm. Sasa nisikilize kwa makini msamaha na, na wewe na hizo changamoto ulizokuwa nazo hizo, kama ungeniambia mapema tungejua jinsi gani ya kuzitatua, lakini kwa n changamoto zako na Mama, na. Aha! Hapo, hapo. Sasa. Mfato, Sego,

Kaka, umetoka kwa bosi wangu kumomba msamaha ili anirudishe kazini. Mbona uko peke yako kaka? Kaka kubomola yuko wapi? Na baba mkubwa umewacha hospitali Majibu kaka, mbona sielewi unendeka bantu. Kuna watu wengine wanachona Mungu watu pengine kuna watu wengine na ufai kuongoza wengine. Dada, pesa zako zisikufanya utese ndugu zako, kosi pesa zako zisikufanya utoe utu wako baya uish Sasa wateja wote wamenikimbia, hakuna mtu anayeingia, hakuna mtu anayeleta kazi, siingizi pesa wala siingizi chochote kama zamani. Mm, mimi nilikofikia Nimefikia stage mbaya sana, Sego, Simoni zauji naye Simoni, wote nimewatimua. Mimi ni makosa yangu, nimekosa yangu, nimesababisha maafa kwenye familia za wenzangu nimepelekea kupoteza uhai kwa sababu yangu, nimefukuza wafanyakazi wengi sana kwenye kampuni yangu. Ona sasa segu kakangu naye pia nimemfanyia vibaya, wote nimewafanyia vibaya, sijawahi kuwafanyia mazuri. Sijui ndio hukumu yangu kwa Mungu. Labda awezekana nikawa nahukumiwa hukumu hii, laiti ningejua kama yatanitokea haya yote, nisingeweza kuwafukuza wafanya kazi hapa. Zaujia mdogo wangu alikuwa mtendaji wa kazi mzuri. Sego kakangu alikuwa anapambania ofisi usiku na mchana, lakini nimegeuka kumwona mbaya, nimegeuka kuona wabaya wote, kumbe mbaya mwenyewe <coughs> Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. <coughs> Wengine dada, pesa zako zisikufanya utese ndugu zako. Kosi pesa zako zisikufanya utoe utu wako baya uwe